Yes, bwana mambo vipi? Hapo hapo, tunashukuru Mungu. Wananchi mmeshangilia sana jana, lakini shangilia yenu ilikuwa inaonekana ya maumivu kwa sababu yule mtu ambaye mlikuwa mnamhitaji fainali amewakimbia. Kwanza hii iliwauma kiasi gani kiukweli? Kwanza tuwe wa kweli tu wananchi, tuwe wawazi, tulijua hili mapema. Yeah, yani tulijua mapema toka tu Fardu Davis alipotoa kikosi chake tu lineup yake, tukajua Simba wamekula kacha <laughs> yani mapema tu. Mimi <laughs> nilikaa niliangalia kile kikosi nikasema Simba wana akili sana. Mm. Unajua Simba wamesha chokonoa wa mzinga wa nyuki. Baada ya kuchokonoa mzinga wa nyuki wachokifanya wao wamekimbia. Yaani yeah. Simba amechokonoa mzinga wa nyuki, halafu wametimka. Wamemwachia kesi mwenye mji. Kama alivyokimbia tarehe nane na hiyo wametoka ndo. Ndio maana yake. Yaani Simba malengo yake anachokikusudia Simba hataki kabisa kukutana na Yanga. Kwa sababu leo ukienda kwenye masuala ya kimpira, yapo wazi, Simba ameshajitathmini yeye yupoje, na ametathmini quality ya Africans ipoje. Yaani Simba anajua kabisa, kama katika miaka karibuni, uchawi hauna nafasi. Yaani Simba mwenyewe anajua katika miaka ya sasa, uchawi hauna nafasi. Yaani kivyo vyote, quality zikiongea, nitafungwa. Na Simba anajua kwamba kufungwa mara nne mfululizo haikuwa bahati mbaya wala uchawi. Ni quality na standard ya Yanga ya kikosi alichokifuma. Otherwise tunakuja kumwangalia Simba ambaye anafuma kikosi chake lakini wale wachezaji wenyewe ambao anawafuma. Bado sio quality player bora. Eh? Sijui umeelewa. Bora. Ndio anambia quality ambayo Simba wanaifuma. Toko walipomleta Deborah Fernandez, walipomleta Jean Chale Ahoua, walipomleta Lionel Cristina Ateba Mbida, walipomleta Desem Kwala, bado sio kikosi bora. Simba bila mgogo, bila mgongo wa waamuzi bila mgongo wa bodi ya ligi, Simba hamna timu. Na ndio maana Simba kwenye michuano ya kimataifa yote, wanapokutana na vikosi vilivyokuwa bora, hawa wote mnaoita wachezaji bora hawaonekani. Na hii imedhihirika dhidi ya Singida Black Stars baada ya kuatikisa kidogo tu bodi ya ligi bwana. Eh, msipo msiposhughulikia malalamiko yetu, tutasusia mashindano yote. Wakaamua kumleta refari wa KAFU, refari wa kimataifa Arajiga. Sijui umenielewa. Umeona kilichotokea pale? Hakukua na tatu malogo. Kama kama kuna refa ambaye Simba hawataki kumuona akiwa uwanjani. Sio Ramadhani Kayoko. Wao si walifunga booster. Wakatangaza hawamtaki Ramadhani Kayoko. Simba hawana jicho. Kama kuna refa hawataki kumuona akiwa uwanjani, basi ni Aragija. Ahmed Aragija wafai. Ndio refa pekee ambaye kila anapokuwa yeye uwanjani Simba lazima wafe. Na tano zimetoka kwake. Mbili zimetoka kwake Arajiga tatu zimetoka kwake. Sijui umenelewa. Kwa hiyo Simba wao wenyewe wanajua kabisa, sisi quality yetu kikosi chetu hakiwezi ku compete na young africans. Nini tufanye ili tuweze kumkwepa young africans na tunapofanya, nani atatutetea? Simba wakajua kabisa kama mwenyekiti wa bodi ya ligi ni mpenzi na mwanachama wa Simba kindaki ndaki. Ndio maana wakajua tukitikisa hivi yule lazima atatutetea tu, tumkwepe. Kwa hiyo walivyogundua Hamna hamna huyu bwana tutakutana naye shirikisho tutadhalilika. Yeah. Fardi Davis akachungulia akaona sio kweli radaki cha sambi. Mm. Akaita vidu bwana vyake kuvipanga pale na anichopenda singida wana mzaa. Yaani wamepiga kwenye mshono na hizi saizi ana eh, bwana anavilia kweli kweli huko. Unamwona Fardu Davis akitoboa kusalia Tanzania? Fardu Davis hii ligi haiwezi. Ikiwa kama ligi ya Tanzania itakuwa na marefa watano kama Ahmed Yarajiga, basi hakuna, hakuna, arefa, hakuna kocha yoyote anaweza kuweza kudumu kwenye kikosi cha Simba. Hakuna ligi ya Tanzania ikiwa na marefa watano mfano wa Ahmed Arajiga, hakuna kocha yoyote atakayedumu kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu asilimia kubwa sana maref, makocha ambao wapo kwenye kile kikosi wanabebwa na mgongo wa marefari. Na hii ilikuwa wazi mechi ya ligi ya, ya simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, mambo yalikuwa wazi, penalti tatu za wazi elisasi zaidi kafunika, alafu leo kilaini, tumekufungia miezi mitatu, huku anampa posha, sijui menaelewa. Yaani tayari Singida ameshaathirika kwenye ligi tayari, mbio za ubingwa za Africans zimeshatolewa kwenye ramani. Mtu anakula nyumbani kwake pension ya miezi mitatu, huku anasema ligi na eti ni ligi bora barani Afrika. Si kweli. Kwa hiyo sio Faru Davis, hata akamlete Mourinho hata akamlete Pep Guardiola ndani ya kikosi cha Simba, kama marefari watakuwa ni mfano wa Ahmed Yarajiga, hawawezi kudumu kwenye kikosi cha Simba kwa sababu ndani ya kikosi cha Simba hamna scouting bora wala hamna viongozi bora wenye kusajili wachezaji bora. Elimu Panzu yuko pale bora, wenyewe wanamwimba amekuwa kama homa ya jiji. Niliwahi kuambia siku moja, Elimu Panzu ni mchezaji bora anapokutana na wachezaji wabovu wa Tanzania, si mchezaji bora anapokuwa amekutana na mabeki bora barani Afrika. Eli Mpanzu ni bora amekutana na wachezaji wa AS Berkane mara mbili home and away. She, kwao AS Berkane hamna shoot on target wala off target Simba aliyopiga. Eli Mpanzu alikuwa wapi? Vipi na Stella Bush? She, unaifananisha AS Berkane na Stella Bush? Ni sawa lakini hakuna shoot aliyopiga. Hiyo hiyo mifano tunasema mabeki bora leo standard ya Stella Bush na standard ya mabeki wa AS Berkane. Uwezi kulinganisha quality zao. Simba Eli Mpanzu ukimpa tu yule Isra, Patrick Mwenda na ukamtengeneza vizuri kisaikolojia hatembei, yule sio mchezaji hatari. Sijui wanamuonaje jicho, yani, sijui anatumia jicho gani kumwangalia Eli Mpanzu, lakini uwezi kumfananisha hata na Pape Osman Sako aliyopita. Kwa wanaojua wachezaji, hapa una Eli Mpanzu, hapa una Pape Osman Sako. Pape Osman Sako ni very quality player kuliko Eli Mpanzu. Na hapa ndipo alipokosea Simba nani unauza? Nani unaleta? Yanga waliuza Fiston Kalala Mayele, Yanga wamemleta Pacome Pedro Zouzoua. Sijui nani, yani sijui unaonaje rotation. Yani namuuza Mayele, namleta namleta Pacome Pedro Zouzoua, namuuza Mayele namleta kwa sio taula yao, namuuza Mayele namleta, namleta, namleta triple C Clatos Chota chama. Uh, unaona ni boy yani rotation bora. Unauza nani unaleta nani? Yani hii ndio shida ilipo. Simba anamuuza Henock Inonga Baka Varan. Wanampeleka nje ya nchi. Unamleta nani? Kara Boa Shamo. Hata nyinyi msaidia nini? Hata nyinyi lakini mlileta kina Hafidh Konkoni hapa. Hafidh Konkoni okay. Haya ni mahitaji ya club. Wakati unamleta Hafidh Konkoni, nyuma ya Hafidh Konkoni una nani ambaye anaweza kukupa ubingwa? Una Stephane Aziz Ki magician player. Unamleta Hafiz Konkoni, una Faisal Salum Abdallah Toto. Shida ipo hapa, scouting ya Simba sio bora, na mtu pekee ambaye alikuwa anaifanya scouting ya Simba iwe bora ni Hans Pop alofariki marehemu, na hii waitumie Simba kujifunza, kama kuna idara bora wanahitaji kuiboresha kabla ya kwenda kwenye high pitch. Kwanza waboreshe scouting yao, watu ambao wanawatafutia wachezaji Simba sio bora na kinachomfanya Yanga hii misimu mitatu awe bora ndani na nje, wana scouting bora. Nenda namba kwa namba, utanielewa leo. Ndani ya kikosi cha Simba aliovaa viatu vya namba kumi ni Jean Shalei, hawa amevaa viatu vya Triple C Clatus, si chota Chama. Nitoke mimi mwana Yanga, toka wewe presenter au commentator sawa, tukae kama mashabiki wa kawaida. Una Chama kwenye ubora wake una Jean Charles Ahoua kwenye ubora wake. Nani anavaa nani? kikosi i kikosi cha kwanza tipo si klato si chota chama, na ipo wazi, ni kwa maana wachezaji waliokuwa nao simba wanaonekana kwenye matukio. Jean Charles Ahoua utamwona kwenye matukio ya free kick, wow. au penati, sijui umenelewa. Lakini chama anakupa ubora kwenye hali zote ngumu ndani ya boxi na nje ya free kick ipo vizuri penetration ipo vizuri kupindua tu kwenye maboksi, ndio usiseme. Simba hawana rotation bora, Simba hawana scouting bora, na kinachomuumiza Simba ndani ya klabu yake, hakuna mchawi. Hakuna mchawi yoyote anainyonya Simba wala kuiumiza Simba. Aina ya scouting wa Simba ni wabovu. Tumemwona esijiala Joshua Mutale Budo amewaka eh, Budo Mutale, mimi niseme tu wazi mm, na nisiwe mnafiki kama kuna, kuna signing fee bora walioifanya Simba ni ya Joshua Budo Mutale. Mutale ni mchezaji mzuri lakini huyu mutale anaenda kuchezea klabu gani eh? Joshua Budo Mutale ni mzuri leo, mimi nina mutale namba moja, nina Eli mpanzu namba moja, naenda na Mutale kwa sababu mutale anakupa vitu vitatu kwa wakati mmoja, nani Eli mpanzu anakupa kitu kimoja Kipika. Mpanzu ni mzuri sana kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye dribbling. Lakini sio mzuri sana kwenye finishing, lakini Joshua Mutale ni mzuri sana kwenye dribbling na, na finishing, kwamba nitakukimbiza, nitakufinya, nitamaliza. Mpanzu nitakukimbiza, alafu umaliziaji wake ndio sio mzuri. Sijui unanielewa, yaani huu ndio mpira ulivyo, yaani watu jue mpira, usiwangalie kwa jicho moja Magonjwa, ugonjwa huu alikuwa nao twisila Kisinda. Kisinda alikuwa mzuri kwenye mbio bwana, nikikutia hapa twende umkamati. Ila Kisinda unamaliza vipi? Finishing yako ipoje? Kwa hiyo Joshua Budo Mtare anakupa dribbling, anakupa finishing kitu ambacho Pape Osman Sako aliondoka, anakupa vitu hivyo, ila Mtare anakupa kitu kimoja, anakupa dribbling, akupi good finishing Mutana na nani, mpanzu ana goli ngapi? Ana goli ngapi? Mpanzu ametoka kule, ana goli ngapi? Tisa sijui ngapi, alipotoka kwao zile goli alizokuwa nazo kule hapa zipo wapi? Amekuwa machachari. Amekuwa machachari na sio hatari. Yes, umetumia Kiswahili kizuri kabisa. Eli mpanzu ni mchezaji machachari na sio mchezaji hatari, e. Bwana, kwa kumalizia sasa, nataka tumalizie hapa huku wameshawakimbia tayari. Tena tarehe 15 vipi, napeleka timu uwanjani au kauli mbiu ni ile ile ya hatuchezi? Kama kuna nafasi ambayo tukiambiwa tuchague kati ya kupata, kupata radhi ya mama na yanga kwenda ya, kwenda uwanjani, ni bora wananchi, tupate radhi ya mama zetu kuliko Yanga kwenda uwanjani. Shukrani sana, afwan.